Wewe. Kujia, kujia, kujia. Mama, du umenichosha, adu unajua ukweli unalalanga na kevo, mulalangi na kevo. Umetoa ruhusa kuniambia kwamba yo Hellen? <laughs> wewe umetoa ruhusa Hellen, unadhani sijui mimi? Mtu ana heshima kabisa. Mama ile unarusha kitu ngumu. Ndio tu wanawake, mtu anaweza jitetea tu kwa kimapenzi na mamake sijezi kataa. Na mtoto wake Hey, mimi nilikuwa nampeleka shule nisaidie simu yako. Ni wango. Nipe tu simu Mam, ni nataka mamnataka simu yangu imezima. Nipe tu hata kama imezima, imezima. Simu yangu nipeni simu zenu imefungwa. Imefungwa, nitailipa. Haina shida nitailipa. Bro, nipe simu hmm? simu yangu Yes guys, yes, guys, yes uh, welcome Welcome again. Uh, welcome to, to the Raf Show. Mm -hmm. So hapa tuko tuko hapa tuko kwa kikao hapa na Mama Helen. Na Helen. Helen umeshamaliza mtihani? Shamaliza mm -hmm. Yeah. Na niko hapa na sijui ni nani tuta tuambia uh, jina. So guys, thank you so much for the support. Subscribers, ma-subscribers wenye nakam, Mungu wabariki. Return in subscribers pia mbarikiwe na pia kama uja subscribe make sure that you subscribe. Ukisha subscribe tuambie tu hapa ume sub. Then zawadi yako iko hapa. Make sure that you subscribe. Mimi nakuona hapo. Ukiingia tu hapo kiwatch, subscribe before uendelee kuwatch. Tafadhali. Road to 50,000 subscribers. Tuna aim hapo kabla ya December ifike. Tuanze December na, na 50K subscribers. Alafu next year ama Januari tungangane tufike 100. So hapa niko na Helen, basi imekuwa muda sana kama sija sijafuatilia story lakini nimekuwa nikichunguza chunguza. Na nimekuwa nikiambia mama Helen nataka kukuona. Jamaa mwenye ambaye ulisema unamjua wa Anduthi. Mwenye ambaye umekuwa ukipatia Helen au akimbeba. Na natumai ndio huyu. Na ningependa nipe a uh, mama Helen a uh, uskani, ananiambia Penya amefikia. Na kama ni huyu ama sio huyu? Mama Helen. Salama. Sasa, hebu niambie mama Helen, uh, kumeenda aje, kumeenda aje na hii story ya Helen kwa sababu ule jamaa tayari, ule jamaa tulimpata na Helen alishashikwa mm -hmm. Ako ndani yeye mm -hmm. Ana serve miaka zake sijini dhati ama thati five. Yeah, so niambie, ulikuwa umesema kwamba kuna mtu mwenye ulikuwa umeandika wa pikipiki? Yes na ambaye amekuwa akibeba Helen mm. Sasa sijui alikuwa kimbeba miaka ngapi, lakini amekuwa kibeba Helen huyo ndo tuko najua mm. Sasa tuambie, umekuja na huyu sijui kama huyu ndo ndugu ya Helen ama ndio nani wa Helen ama huyu jamaa mm. Ndiye amekuwa kibeba msichana wangu, ndio huyo, kuanzia form 1 kuanzia form 1 yeah, kuanzia form 1 Ehe, sasa nimemleta hapa mm. Ndio saa at, at least ni tujaribu kumfuatilia mm. Tujue mbona habebangi Helen kwenda shule mm -hmm. eh, Mm. So anaitwa Kevo huyo hapa. Kevo ni aje? Yeah. Kevo poa yeah, kabisa yeah. We wewe unasema wewe ni mtu wa yeah, boda? Eh. Yeah. Unajua huyu msichana, yeah, najua. Oh. Mm. Unajua? Mm, anaitwa Kevo. Anaitwa Kevo. Okay. So mama, kuna Bisa sasa, mniambie sasa okay. Mimi nimwashia mauskani sasa Kevo unajua yule mama vizuri si ndio? Eh namjua. Okay. Eh. Sasa mama Helen, uh -huh. unaweza muuliza sasa maswali tuweze ku mimi pia nitaweza kumuuliza maswali yangu. So Kevo, uh -huh. sura nijua mimi mama Helen. Eh, nakujua vizuri. nimekuleta hapa ah. Na ni kwa uzuri ama ni kwa ubaya? Inalingana wewe mwenyewe. Helen, ah. Nimekuwa nikimpea pesa unampeleka shule kuanzia form 1. Ni kweli ama ni uongo? Kweli. Sunampelekanga, unamrudisha yeah, kila siku kuanzia form 1. Eh. Yeah. So Helen, kuna ripoti nilipata unaona, yeah, haumpelekangi shule hata kwa soko pale nikipita kaa umekaa na wenzako, sunanisalimianga, yeah, ushainiambia upelekangi Helen shule, tunaniongeleshanga ah, vizuri yeah. Yeah? Yeah. na mbona haujainiambia haupelekangi Helen shule na Helen anampeanga pesa kila siku Eh, najua Kevin ananipelekea mtoto shule kuanzia kwanzia form 1 mm, yeah. Na Helen, nilipata ripoti alipatikana kwa kichaka na mtu wa bodaboda, sijui kama unajua iyo, sijui haujui. Mtu wa bodaboda mgani? Huyo mtu wa bodaboda, alipatikana kwa kichaka na mtu wa bodaboda Helen, ni ukweli ama ni uongo? Ama ni ukweli? Na wewe napianga wewe, na, na pianga Helen pesa, unanipelekea mtoto shule eh? na mtoto wangu anapaka kwa kichaka na mtu wa bodaboda, ulikuwa wapi? Na mbona haupelekangi Heleni shule? Wewe si hivyo mamael, unaona? mm -hmm. Iko hivi mm -hmm. mi niliacha kubeba Helen tam 3 e, nilimbeba mwisho tam 2 kuingia tam 3 Ta, nilimbeba mwisho ya tam 2 ya form 4 eh, kwanzi tam 3 msijambeba na haujai niambia na wewe pale ukiwa ukiwa na wenzako si ni wewe. Mbona haujaini niambia upelekange Helen shule kwa nini? Unajua mimi niliona labda uliamua kubadilisha, niliamua kubadilisha. Wewe ungeniongelesha wewe, unge wewe, kwanza wewe uko na makosa juu msichana yeah, wangu ni mdogo sana na mtu wa bodaboda eh? ungejua namta eh... wewe uko responsible. Wewe najua wewe unapeleka Helen. Kwanza ku, kwa na kuna siku alishukishwa kwa gate pale nikajua ni wewe. Kwani namuuliza, namuuliza nani amekupeleka na niambia, he. Amekuleta, he. Lakini wewe haujai niambia haupeleki Helen shule. Haujai niambia umeacha kupeleka Helen shule. Mpaka kuna siku nikutana naye kwa barabara pale, nikakuuliza Helen alifika, ukaniambia yeye alifika salama. Si ulinijibu hivyo kwa barabara pale? Si ulinijibu hivyo? Na si wamempeleka, si ndio? Eh? Unexpect nifanye? Mtoto wangu alipatikana kwa kichaka na mwanaume eh, mtoto wangu mdogo sana 17 years, si hivyo eh? Si, mama Hellen niko nivenye, mimi pikipiki yangu ilikuwa ilikuwa na issue, nikaipeleka service. Uliniambia na nilikuwa shindo, tumefikishana hapo, si hivyo mama Hellen? Uko na namba ya mama Hellen? Niko nayo eh, niko nayo. Na mbona uko huku mpigia simu kumwambia kwamba umeacha kubeba Hellen? Nive, nilipoteza nilipoteza simu mimi mwenyewe, hata simu niko nayo sahii, hmm. ni nyingine uh -huh. E, nilipoteza simu, simu yenye natumia nika replace line, saa nilipoteza namba yake. Nili, namba na zenye nilipata nilizirudisha atua pale kwa soko na soko kwa sokou, yeah. Alafu ushainiambia kitu kama hiyo mama Hellen, si unajua tu biashara na kuna uchungu siwezi jua Yeah. Siwezi jua hata siku, sikuwa naamini Helen anafanya kitu kama hiyo kwa msitu eh? nanajua Kevo, kuanzia form 1 umekuwa ukinibebea mtoto wangu eh? kila siku na najua umempeleka umemrudisha kila siku. Sasa unaniambia kuanzia third term unakuwa ukipeleka Helen shule. Ndivyo unaniambia mpaka sasa mtu anafanya mtihani hivi, jua kitu kama hiyo. Eh? hiyo ni picha gani hiyo na ndio. Lakini bro, bro niko na swali yeah. kwa hivyo wewe aujui anything kuhusiana na chenye li happen kwa Helen? Mimi hata sasa ndo nasikia mimi, hakuna kitu kingine nilikuwa nikijua apart from yenye nasikia sahii. Mimi kitu najua ni niliachanga kubeba Helen, ah, yeah, so. Haya, sawa, uliachanga kubeba Helen, si ndio? Nataka yeah. kujua reason why uli uliacha kubeba Helen, Helen kwa sababu hata Helen mwenyewe hajatuambia reason kwa nini uliacha kumbeba na nyinyi wawili ndio nataka mtujibu. Juma mama hapa pia ajui reason why uliacha kumbeba Hellen. Hellen amekataa kumwambia. hmm. Mimi naweza sema iko siku yenye nimembeba nimemwangushana pikipiki, labda alikasirika, tukakasirikiana tukakasirikiana kiasi ak hadi hatukuwa tunaongeleshana. kuangushwa tu na pikipiki, hmm. kiasi, hmm. hmm. na na pikipiki? Yeah. Hellen, mbona mbona anatingisha kichwa ni nini? unajua Anashinaga kintu si kwa nyumba vile mimi ni malaya. hey, vile nimelala ni hey. hmm. si na watu wa pikipiki sijui nini. We ambia, ambia ambia. Hey, hey, hey, jamaa, hebu sema ukweli, kama unajua ukweli, kama unajua ukweli, kama ana ficha. Sijaficha kitu, sio tuambie. Listen, kweli kitu. Unajua wewe Mama, du umenichosha, adu, adu na unajua ukweli, unalalanga na kevo mulalangi na kevo. Umetoa... <laughs> <pia ruhusa kuniambia kitu kama hiyo laughs> Helen wewe. Umetoa pia ruhusa Helen? Mama, unalalanga na kevo mulalangi na kevo. Unadhani sijui. Mimi. Unadhani sijui. Mtu ana heshima kabisa. Wewe umetoa maneno. Tusikishana kunitusivyo Yaani? Helen. Anadanganya. Anadanganya. Anadanganya. Eh, hey, ni uongo. Helen. Eh? Hey? Helen Abloo. Anadanganya ni uongo. Eh? Yaani, eh? Tumefikishana Helen. Helen, mdogo unaweza ongea hivyo. Hey? Imagine, Imagine mtu ametoa pita tabia mbaya hivyo? No. Eh? Hey? No, ni sawa. Anadanganya ni uongo. Unajua kuna, hey? kuna kitu, kuna kitu, kuna hey. Kitu yenye mimi. Kuna kitu naona hapa. Hmm. Helen, umetoka kusema Mam analala na Kevo. Hakuna. Na Kevo, okay. Mam ndalipo alipeana Kevo kwa kwa kwa Helen ambebe. Ni uongo amedanganya, ni muongo. Ngoja. Helen? Yes. Niambie umesema, um, mama amekuchosha juu amekuwa akilala na Kevo. Niambie ni nini ilifanya mpaka mkaacha ku Kevo akaacha kubeba. Kevo mm. mm, ni nini? Hebu mm. unajujisha no, naye anasema ati mm, unalala na mamake. So mimi sijui you kama know hiyo ndio reason ama kuna reason nyingine. Mimi nalala na, na no, wake kweli Ha, ha? Unaona mama mama yele ni hata siku tu ha? Tunafuata tunaongea mbele, umetapia maneno maneno hela na dis unalala mtoto wangu kwa nini wewe kuja hapa? Sivyo mama, eh? Sivyo mama, mtoto, wewe tabia gani mbaya hivi eh? Wekevo wewe na kuamini Yanga, alafu tabia gani mbaya hivi kwanza? Wewe kevo wewe niambie saizi haraka

Wewe, okay, Kevo, wewe unanijua, unanijua vizuri unanijua vizuri. Leo mtoto wangu nampia ndio alafu anaenda kumtoa, ni wongo leo. Sasa ukweli kuja hapa, nataka kujua ukweli. Sawa, sasa ni ukweli, nikutoa meno na kutoa ingine

alikuwa ananipeanga simu yake uh -huh. Nikapata message vile alikuwa anaongea na, na mamaangu mambo machafu chafu vile alikulana, sijui. Sawa, kuna kitu, kitu, sielewi. Sielewi. Sawa, kuna kitu sielewi, bro unakula kuku na kifaranga. Mm -mm. Siwezi, siwezi fanya no. Kitu kama hiyo siwezifanya no. Kitu kama hiyoyani so, ulipea, ulipea, ulipea, ulipea mimba. lmimbakaenda yeah. mkatoa ad liaijahadi uh, fikiria kitu kama hiyo, unajua hiyo penye ulienda kutoa mimba. Unaona? Ai, adi, adi unasema utapelekana. So anakujua. So hiyo ndio ilifanya mpaka uka, eh, wakati nilinotice like um sana nipea mimba, then tunatoa then amelala jina mamangu. Yaani wewe unapea mshana wangu mimba? Anasema unanikatia tena, si ndio? Sivyo, sivyo Mama Ellen. Niambia aje. Sijakataa, sijakataa. Hebu nitanga aje kwanza? Baby. Sababu ni wangapi? Mimi na mtoto wangu. Ni wewe tu. Mtoto wangu namuita aje? Ellen. Si eh? Bebu, yeah. ah, si, ni wangapi? ni ni, ulimpea, ukaenda. Mama Mama mama mmoja ulimpea mimba katoa, ukaenda. Nielewa, hawezi nielewa, wezi niamini. Tulia kiasi ka nataka nisikize, nisikize. Tafadhali, tafadhali nisikize anasema ni maneno gani hiyo? Ukweli bila kunidanganya sahi. Anza. Mama Helen, uh -huh. Niki tunaweza kuambia hiyo. Okay, yenye anakwambia hiyo ni stori yake, kwani we, we ujaini amini? Helen si mwongo, Helen si mwongo na muamini, si mwongo. Helen Helen si hey. Helen mtoto wangu sawa? Wewe ni nani wewe kwanza

Tumefikishana hapo si ndio? Ulisema iko sharp sasa utesti na mtoto. Tumefikishana hapo si ndio? Uko na machozi. Kwani ndio nataka kujua, nataka kujua kitu. Mama Helen si unajua Helen venye uko mjanja. Helen ni mjanja lakini anasema hiyo ni ukweli. Adanganyi. Kama bro. Si kweli. Sasa unaruka. Wewe ni mwanaume kama mimi. Mimi ni mwanaume kama wewe. Lakini unajua wewe we, we, we unadunga sana bwana. Sijadunga Mame, wale wale. Ay, unajua wewe unajua wale, tu wanawake mtu tu, anaweza jitetea tuite kwa shida. kimapenzi na mamake, maak e, si kataa. Na mtoto wake? Sijai mimi nilikuwa nampeleka shule. sa simu yako. Ni uongo. Nipe tu simu. Nataka simu. simu simu simu yangu yangu yangu imezima. Imezima imezima. Nipe tu hata kama sipachaji. Nipeni kwanza

Una baba ako eh? Nini najua na baba yako sina mtafuta, lazima nikae na mtu, ndakua peke yangu nikae. Mama nikulize mama, unasema mimi yenyewe nilimpea mimba. Yeye ndo amesema Sawa, Yehuda, na umemwamini, utafanya kitu, fanya basi, utafanya na, na, na ule mwenye, okay, si. e, mwenye walikuwa naye kwa kichaka ni e, ulize, huyo e, ni mimi kweli. Nataka hiyo mimba ilikuwa yake. Amesema ni yako, si mimi, sijai third term juu mtu mwingine nimepatana na form 3, nimepatana na after tushakosana na Kevo. Actually Kevo, tuko tumekosana, nilikuwa na wachitu wa watu, natafuta nini? Nimekosana ah, na kevo form 4, after na so, mama, mama kufanyia wewe, wewe utapenda, sio? Wapi uko? Kama mimi, siendi mahali, siendi, umesikia? Jifiche, mama Hellen. Ni eh, mama nisaidia simu yako. Nipe tu simu yako usininyima simu yako nipe simu yako. Nipe tu simu. Mimi ni ukweli tu. Nataka tu tujue kama Helen chenya anasema ni ukweli ama ni uongo? Ndio umeadmit mama, umekuwa kimapenzi na mama Helen. Haina shida lakini umekata mimba. Sawa. Unaona yule mzee wangu, nimekasirikia. Unless nipate ukweli na hmm? Si hivyo uta regret wewe, si unajua nakufanyanga kufanya... wow. Na nini tunausinijibu, umesikia? Siongereshe weke hivyo wewe, mama ile. Ni uko mkali sana, yani huyu anana mtoto wangu kunidanganya mimi. Jana tulikuwa wapi? Jana tulikuwa wapi? Ongea saa hii ushajua mtoto wangu, na unajua pia mimi mwenyewe anamwagia mtoto wako hivyo, Kevo, tumefikishana hapo si ndio? Hii hizi simu ndo zitasema ukweli. Hellen, nataka tu ukweli. <laughs> hii ni yako, bro. Hii ni ya mama Hellen. yeah, hizi simu ndio zitasema ukweli. Na mi tunaomba umesema ujaipea huyu mtoto mimba ni sawa, pata yao vya foni. Mama anataka kujua kweli kama ni kweli ulimpea mimba au la. Na na. Mama kuna machungu, jumekuwa kimche. Naye mama pia, sasa mimi bado sielewi, ile ni pia, kuna machungu. Mama amekuwa akimuita malaya lakini baadaye amekuja akagundua kwamba kumbe mama anakulwa na mtu mwenye amekuwa akimkula. Wewe unasema hujakula huyo msichana? Asije akamkula mimi Yaani unamwaga kwa mama unakuja na unatoa una, una kwa mtoto. Si hivyo? Mm. Oh. Mama Hellen, atulie kiasi. Mmekuwa na mama kwa muda gani? Eh? Hey, mama Hellen ume... tumekaa naye miaka mingi sana. Tangu mzee wangu aende, si ni kweli? Tangu aende. Alafu mshanga ametokea wapi? Tumetairiwa tukiwa na wewe. Mama Hellen, Si ni kweli? ni... eh. Si ni kweli? Mm. Mama, sini ukweli, ongea sini. Ukweli ama ni uongo? Mlijuanaje na mtoto wangu? umekuwa kimpeleka shule mtoto wangu kwanza. Nataka kujua saa hizi mtoto wangu mlipatikanaje na yeye? au kujua ni wangu unajua si unajua Hellen vizuri sana sabe guro tu ukimwona wewe kwa hii mtaa wewe. Alafu, nini nasikia? Si hivyo venye unasikia. Si hivyo venye nasikia. Si hivyo si ndio? Si hivyo. Amesema hata pale mlitoa mimba, anajua ni wapi penye mlitoa mimba. Mama Hellen, huwezi niamini, ulipima naye mimba. Wewe Hellen unakula mani uongo? Ni kweli. Na wewe Hellen by the way, Hellen wewe pia hapa kwanza wewe. Mkawew oh, unatoroka si ndio? Unatoroka si ndio? Unatoroka si ndio? Hele wewe ni malaya, wewe malaya, wewe ni malaya.

Ni sawa mama. Tafuta babako umesikia? Tafuta. Tafuta babako. Tafuta babako. Eh? Sikutaki. Utakula kwa Kevo ama uende wapi? Enda huko. Malaya wewe, Tokua bado tafuta babako. Hellen, mjinga mwone. Ni sawa mama, sawa mama. Sawa. Umshauri rusa kumjibu hivyo. Ni sawa. Anatapia rusa. Kuna machungu. Machungu. Kwa sababu ya <laughs> eh. <Kusabu> ya <laughs> eh. Familia iko na iko na shida. So guys, Guys, anataka kuingia kwa hii simu, nataka kuingia kwa hizi simu. Niweze kuangalia na kukagua vile ambavyo eh, mambo inaendelea. Nataka kukaa chini, mama mama Helen. Tafadhali kaa tu chini. Kaa tu chini Helen. Kuja kae chini. Kaa chini. Yeah, wacha tukae na wewe hapa tuweze kuangalia hizi simu tuweze kuangalia hizi simu.